Jambo na karibu kwenye awamu ya pili na jamvi la soka, ileta kwako nami kigogo, shabiki wa jadi wa mwana Arsenali, niite Salmin tunaanza na taarifa kutoka uga wa Santiago Bernabeu ambapo vijana wa Carlo Ancelotti kwa mara nyingine walipata kichapo cha jadi kutoka kwa vijana wa muhispania wale wana Arsenali na kuandikisha rekodi njema ya kumpiku vijana wa Los Blancos kwa mabao mawili kwa moja pale ugani Paleo, Gani, Santiago Bernabeu itakumbukwa kuwa e, ni mechi ambayo ilikuwa imetarajiwa kuwa na bashasha. Ni mechi ambayo ilikuwa imetarajiwa mwana Real Madrid aweze kujipepeta-pepeta, aweze kujitoa mavumbini na aweze kujaribu e, kushukisha yale mabao matatu ambayo mwana Arsenal alikuwa amempiku katika awamu ya kwanza e, pale uwanjani Emirata, lakini mambo yalienda vile haikutarajiwa, ambapo mwana Arsenali aliweza kupata ushindi, aliweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja. Mabao hayo yalikuja mida ya kipindi cha pili, ambapo kipindi cha kwanza mechi ilianza kwa utulivu, kwa utulivu Mwana Arsenali aliweza kumstiri e, wale vijana wa Los Blancos, ingawa walikuwa na ubabe mkuu watu, kila mtu alihitaji ya kuwa e, mwana Real Madrid ataweza kusawazisha ama angalau ataweza kupata mabao mapema mapema, na hii ilianza na e, ule mkufunzi wa vijana wa manziki pale Pep Guardiola, ambapo alitoa cheche za maneno aliposema ya kuwa ikiwa mwana Real Madrid angepata bao dakika ya ishirini e, kabla ya dakika ishirini, basi angeweza e, kumuondoa mwana Arsenali katika kiputepute kile cha UEFA Champions League, lakini yale aliambulia tupu na mwana Arsenali aliweza kujistiri na kuweza kupata a, kuweza kutoa e, sare tasa katika eh, eh, eh, first half. Na katika ile kipindi cha pili mwanasenari aliweza kuji, eh, kujitoa toa mavumbidi na akaweza kusawazisha kupitia kijana mdogo, kijana wa jadi, kijana wa pale Hale End, mwite kijana Bukayo Saka mbayo alifunga bao nzuri kupitia eh, ile teknik iitwayo panenka. Panenka. Eh, ile ni, ile, ile, ile, ile ni tajriba ambayo E, si wachezaji wengi wamezoea kuitumia kufunga mabao katika penalti ile ambayo alipatiwa a, a, a, a, da, dakika za kwanza zile, e, aliweza aliweza kutumia e, kutumia tekniki ile ya panenka kujaribu kuipiga penalti ile, lakini kutoa naye alimwangalia ule gola wa Real Madrid alimwangalia na kumwambia kwamba hapana, bao kama zile hatufungwi kwa penalti labda ufunge njia nyingine, lakini si kwa njia ya penalti. Na kwa kweli a, a, a, a, a, kijana ule aliweza kupoteza penalti ile ambayo e, e, mwanzoni ilikuwa ipigwe na captain ule kijana Odegaard lakini aka aka akawaza kumpa kijana Saka aweze kusawazisha. Na baada ya hapo kidogo, presha iliongezeka, presha iliongezeka na mwanasenali akakuwa na wakati mgumu wa kujizatiti na kuweza eh, eh, angalau kuvumilia kumaliza ile eh, eh, eh, awamu ama ile eh, eh, first half kuimaliza ikiwa, eh, sare tasa ya bao ya sufuri eh, bin sufuri. Alipoingia awamu ya pili ama kipindi cha pili, uh, mwanasenali alijizatiti mwanasenali alijizatiti na kupitia tiktaka hapa kule, mpira mbili tatu nne, kuchikicha hapa kule, ah, mwana Arsenali aliweza kupata bao la kwanza. Bao la kwanza hili lilipitia kupitia yule yule kijana Bukayo Saka ambaye aliweza kupata lile bao e, kupitia njia ya panenka, kupitia njia ya panenka ambayo ile ilileta eh, e, aggregate zile bao ambazo, e, mwana Arsenali alikuwa amefunga kwa bao nne kwa bao nne lakini kabla hata mashabiki hawajatulia hata kabla mashabiki njugu hazijatulia mwilini hata kabla mashabiki hawajamea <muchasana> e, kijana Saliba pale nyuma aliweza kusuasua. Aliweza kusuasua. Kupitia e, pasi alilopata kutoka kwa golkipa a, David Raya, na kupitia ile e, ile kuitwa enzi zetu pale maisa ingesikia kocha amekwambia manon manon maanisha kuna player ambaye anakuja kuchukua mpira nako nyuma yako, namuoni ako pande ambayo hawezi muona vizuri. Kwa hivyo kupitia ile kutokusikia Manon, kuskia kijana yule Vinicius Junior aliweza kupata bao, aliweza kupata bao takriban dakika mbili baada ya Bukayo Saka kupata lile bao lake e, la Panenka. Kwa hivyo baada ya kupata bao lile e, ilionekana E, ni kama e, mashabiki wa pale Los Blancos wamefufuliwa na ikakuwa ya kwamba sasa ni kama wamepata e, wamepata ufufuko, wamepata ufufuo ama wamepata, e, wamepata zile zinaitwa ya kwamba wamepata tumaini ya kuwa watarudi kwenye mechi ile, lakini hali ilikuwa si hali dakika ya takribani hivi e, tisaini e, tisaini na tatu. Vijana Gabriel Martinelli alimaliza alimaliza mechi kwa kufunga bao la pili na kuandikisha uh, ushindi kwa mabao mawili kwa moja ambao ilileta aggregate ya bao tano kwa moja dhidi ya simu mwingine ila vijana wa Ancelotti waite vijana wa Real Madrid e, kwa hivyo Mwana Arsenali alijizatiti na tunasema kongole tunasema kongole kwa vijana wa Mhispania na vijana wa, wa, wa Arsenali kwa jumla kwa kujizatiti na kujiweza kujituma kuweza kumpiku mwana Real Madrid, ambapo mechi ile ilikuwa na pressure, mechi ile li ilikuwa na presha sana, ambapo e, ili wabidi mpaka wana Real Madrid waweze kufunga waweze kufunga ile paa ya ya ya ya ya Santiago Bernabeu ili kuongeza kuongeza motisha na kuongeza bashasha kupitia mashabiki wake pale uwanjani, lakini kumbe hawakujua kufunga paa lile lingewafanya vijana wao waweze kupata hewa. Ilikuwa ni iliambulia kuwa suffocation time eh. Ukisema suffocation time, unasema vijana wale wa Real Madrid hawakupata hewa, vijana wale wa Real Madrid waliweza kurombeza uh, ingawa e, paa lilikuwa limefungwa, vijana wa mwana Real Madrid waliweza kurombeza na kidogo waliweza kuambulia patupu, na wakaweza kuiaga mashindano ya UEFA Champions League kama aliye e, mshindi wa taji kama mshindi wa taji. Kwa hivyo uh, uh, uh, uh, uh, kwa mara nyingine kwa mara nyingine msimu huu kutakuwa na mshindi ambaye uh, tunatumaini ya kuwa atoka, kutoka nchi nyingine eh, kwa maana sasa imebakia vijana Waingereza, vijana, vijana wa, wa Ufaransa wale PSG, vijana wa Basel, vijana wa Hispania, wale Barcelona na vijana wa Italia, vijana wa Nzali, eh, wale Inter Milan, wale Inter Milan na itakumbukwa kuwa mara ya mwisho Arsenal kuweza kufika awamu ya semifainali katika mi eh, katika michezo ya UEFA Champions League ilikuwa pale kenda mia ya eh, mwaka elfu mbili na nane elfu mbili na tisa eh, eh, ambapo aliweza kufika semifainali yake ya mwisho chini ya mzee Arsene Wenger eh, profesa ule, ambapo aliweza kupatana na timu ile ya Villarreal katika kota fainali na walipomenyana na vijana wa Villarreal pale kwata finali waliweza kuingia uh, kwenye semi finali na wakaweza kupatana na vijana uh, wa Alex Ferguson wale wa shetani wekundu wa Manchester, na pale ambapo ndipo walipo, eh, waliposhindwa dhidi uh, ya mwana eh, Manchester kwa mabao nne kwa moja on aggregate eh, on aggregate, ambapo pia baada ya hapo mwana Manchester aliweza ku, eh, kufululiza mpaka fainali za UEFA Champions League na akaweza kupatana na vijana wa Catalunya wa, wa enzi zake zile za Messi, ijana Messi, na pale ambapo ndio waliposhindwa ah, walipo kwa mabao mawili eh, kwa bila na mwana Barcelona. Kwa hivyo itakuwa hiyo ni historia nzuri mwana, eh, vijana wa Hispania watakuwa wameandikisha kwa kufika semifainali yao ya kwanza. Eh, semifainali yao ya kwanza takriban tangu mwaka elfu mbili na tisa. Kwa hivyo tunazidi kusema kongole kwake mwana, mwana senali na Muhispania kwa jumla. Kwa maana Muhispania e, e, e, katika msimu huu amekuwa na presha nyingi sana sana sana kuanzia pale kwa e, e, kombe la Uingereza pale e, e, ligi ya Uingereza amekuwa na presha kubwa sana e, kuanzia kwa majeraha, kuanzia kwa wale wana PGMOL wale kumsuasulia kwenye mechi na kumtoa nyama mdomoni, mechi nyingi ambazo pia amepata nyekundu ambazo ni nyekundu hazifai na kupitia e, na, e, ikafanya mpaka mechi zingine ambazo hangefaa kushindwa akaweze kushindwa kwa hivyo mwana Arsenali msimu huu amekuwa na amekuwa na uh, wakati mgumu sana amekuwa na wakati mgumu sana haswa, ikikumbukwa kuwa e, wapinzani wake wa jadi, wa jadi wale vijana wa Guardiola pia msimu huu wamesuasua sana, amesuasua sana kwanza kupitia e, kwa jeraha lile la kijana Rodri e, mwanzoni mwanzoni wa msimu. Kwa hivyo kama e, e, e, wapinzani wa jadi ilionekana ili, ili kuwa eh, mwana Hispania eh, msimu huu ataweza kuchikicha, ataweza kujituma na ataweza eh, kupata ngao lile la kombe la Uingereza, lakini hali imekuwa sio sivyo, na imemfanya mpaka wakati wa sasa anasimamia kwenye daraja nambari eh, nambari ya pili, nambari ya pili chini wa, wa miamba wa soka wale vijana wa Slot, Liverpool. Eh, hey, kwa hivyo uh, msimu uh, uh, uh, um, ujakuwa mzuri, msimu ujakuwa mzuri lakini wameweza kujizatiti, wameweza kuandikisha matokeo bora pale uh, msi, uh, pale katika michuano ya UEFA Champions League, na kwa sasa ni rasmi kwamba uh, mwana Arsenali ameweza kuingia katika semifinali za mechi za UEFA See, wewe kama shabiki wewe kama hasidi wewe kama ambaye unatusikiza, unauliza mwana Arsenali ataenda kupatana na nani kwenye semi finali? Ile semi finali ile mwana Arsenali anaenda kumpatana na e, vijana wa PSG kutoka Ufaransa. Itakumbukwa kuwa hawa vijana waliweza kupatana e, mwana PSG na mwana Arsenali waliweza kupatana mwanzoni, mwanzoni pale ambapo mwana Arsenali aliweza kumpiku mwana PSB, mwana PSG E, katika ile inaitwa awamu ya maondoano ama ile awamu ya a, a, a group stages e, waliweza kupatana na mwana PSG na mwana Arsenal ataweza kumpiku kwa mabao mawili kwa bila. Kwa hivyo hii itakuwa awamu ya pili ya kupatana na itakuwa awamu ya e, ya marudiano ya marudiano pale ugani Emirata ambapo tuta mwana Arsenal ataanzisha mechi yake dhidi ya mwana PSG alafu baadaye wiki itakayokuja tasafiri kwenda mpaka uga wa PSG kupatana katika awamu ya pili ya semifainali. Semifainali ile pia e, e, e, inaweza kuwa e, mashabiki wengi watauliza mwana PSG aliweza kumpiku nani ili kuweza kufika kwa semifainali ile? E, mwana PSG alikuwa na wakati mgumu alikuwa na vijana wakati mgumu dhidi ya uh, vijana wa uh, mzee ule wa good evening. Eh, vijana wale wa Stone Villa waliweza kumpatia kazi ngumu sana. Wale vijana wa Luis Enrique waliwapatia wakati mgumu sana, na waliweza kumaliza mechi ile kwenye aggregate ya aggregate ya bao tano kwa nne eh, waliweza kuisha kwa aggregate ya bao tano kwa nne ambapo mwana Aston Villa aliweza kushinda ile mechi eh, mabao tatu kwa mawili eh, mabao matatu kwa mawili ambapo hii yote ilikuja kama comeback baada ya wale vijana wa PSG kuanzisha mechi ile kwa mabao ya haraka haraka kupitia kijana Achraf Hakimi na kijana Nuno Mendes katika takriban dakika ya kumi na moja dakika ya ishirini na saba Kwa hivyo mabao ya mwana Aston Villa yote yalikuja kama comeback. Eh, dakika ile ya thelathini na tatu, takriban dakika ya hamsini na tano na dakika ya hamsini na saba e, mabao yakutokea yakitokea kutoka kwa kijana Yuri Tielemans, kijana John McGinn na kijana Ezri Konsa, eh e, kwa hivyo uh, mechi ile ilikuwa ni mechi nzuri, ilikuwa ni mechi nzuri tu, na mwana PSG uh, aliweza kuambulia pale na akaweza kushinda E, akaweza kushinda mechi ile. Mechi nyingine ambayo pia iliweza kuzingatiwa na kuweza pia kuongeza e, e, awamu pandili nyingine ya wale ambao watakaokuwa kwenye semifinali, Bwana Dortmund kuji, kuji aliweza kujizatiti aliweza uh, kujituma na kuweza kumpiku mwana mwana mwana, mwana, mwana Barcelona kwa mabao matatu kwa moja lakini haikutosha kuweza kumuondoa katika mechi ama kumuondoa katika kinyang'anyiro kwa maana mwana Barcelona alikuwa amechukua ushindi kwa mabao manne katika eh, kile ki first leg wakiwa pale uwanja wa Catalonia, na hii haikuweza kumtosha mwana vijana wa Dortmund kuweza kuchukua ile ushindi, ingawa waliweza kushinda mechi yao kwa bao tatu kwa moja lakini kwa miadili ya aggregate, mwana Barcelona aliweza kushinda mabao matano kwa tatu. Hiyo ni mabao matano kwa tatu on aggregate, na ikaweza kumsaidia kuingia pia kwenye semi finali. Mechi nyingine ambayo ilisakatwa ilikuwa ni dhidi ya vijana wa Italia wale vijana wa Inzaghi, wa Inter Milan wale wakipatana na vijana wa Bayern Munich, chini ya mkufunzi wao eh, captain Mpitambo, wa kitambo wa timu ile ya Man City, Vincent Kompany na mechi ile pia ilikuwa na upinzani wa hali ya juu, upinzani wa hali ya juu. Na ingawa mechi ile iliisha e, mbili mbili, mbili mbili, a, iliweza kumpatia nafasi pia e, mwana Inter Milan kushinda mechi ile kwa mabao manne kwa tatu on aggregate, mabao manne kwa tatu on aggregate. na hiyo ikamsaidia mwana Inter Milan pia kuelekea kwenye semifainali. Kwa hivyo semifainali itakuwa na kina nani, unajiuliza semifainali itaingia mwanaarsenali, e, vijana wa PSG, vijana wa Catalonia, Barcelona na vijana wa Inter Milan. Inter Milan, kwa hivyo semi finali ya kwanza inaenda kuchezwa wiki ijayo, wiki ijayo tarehe ishirini na tisa e, ile Jumanne E, tachezwa zile mechi mbili ambapo mwana Arsenali atakuwa anacheza ana, ana, ana, ana, ana, ana, na mwana PSG pale uwanja wa Emirata pale uwanja wa Emirata, na alafu mwana mwana Barcelona pia atakuwa anamkaribisha mwana Inter Milan, mwana Inter Milan. Kwa hivyo zile ndizo mechi ambazo zitakuwa zinasakatwa pale katika semifinali ya UEFA Champions League kwa hivyo ni wengi ambao wame wame wameamua wame, wame, wame kubashiri ambapo ni nani yule atakayepita na kuingia kwenye e, kwenye semifainali, kwenye fainali kwenye fainali. Inabakia kuwa yote tisa, inabakia kuwa ubashiri na inabakia kuwa e, e, ni kungoja na kujua e, ni nani atakayeshinda mechi ile dhidi ya mwana Arsenali na mwana PSG, mwana Barcelona na mwana Inter Milan, Inter Milan, ambapo finali tutajua ni nani atakayechukua mechi ile kati ya wapinzani hawa wawili wajadi. Kwako mpinzani, tunakuacha na swali, e, tunapenda kusikia kutoka kwako e, tuambie ni nani unaona ambaye atakayeweza kushinda e, mechi hizi ambazo zinakuja za semifinali na kuweza kuwasaidia eh, wale ambao watakaojituma na kuingia katika semifinali zile kuweza kuprogress mpaka kuingia katika ile ambayo inaitwa, uh, finali finali finali ya UEFA Champions League. Katika mechi zingine ambazo pia zinatarajiwa kuchezwa, uh, mwanasenali atakuwa anaingia anaingia ugani uh, kukutana na mwana Crystal Palace, mwana Crystal Palace ambapo mechi ile pia vijana wa miamba wa soka wamejitayarisha, kwa maana ikiwa mwana Arsenali ataweza kupoteza mechi ile, basi vijana wa miamba wa soka wale Liverpool wataweza kuweza kuandikishwa kama washindi wa kombe la Uingereza, na ikiwa mwana Arsenali ataweza kushinda mechi ile, basi itambidi ule nyamba wa soka mwana Liverpool akaweze kuandikisha ushindi wake dhidi ya mwana Tottenham. Eh e, ili akaweze kutawazwa kama mshindi, na ikiwa ataweza kutawazwa kama mshindi, basi itakuwa e, ni kwa mara ya kwanza tangu aweze kuchukua e, ushindi Uh, pale eh, mida ya uh, uh, uh, COVID-19 ambapo walishinda mechi ile bila mashabiki. Wataweza kupata fursa ya kuwa na mashabiki wao uwanjani na waweze kushabikia ushindi ule. Kwa hivyo tunawatakia uh, mema, nawatakia mema e, wote ambao watakao kuwa wanashughulika katika mechi zile za UEFA Champions League na pia eh, mwana mwana mwana Liverpool atakapokuwa anajitayarisha kuchukua lile kombe, wanasema already wame wameiweka, wameshatia kibindoni. Wanasema hawezi suasua, wanasema hawezi rombeza, wanasema hawezi tolewa nyama kwa mdomo. Inabakia yote tisa, inabakia kuwa wacha tungoje tuone vile itakavyofanyika pale Uingereza. Pia wako shabiki na kushukuru wa kuungana nasi katika jamvi la soka awamu ya pili, na kuendelea kusema asante sana kwa kutupa sikio lako na kutuweza kukubali tukuweze kupa gumzo ya soka kutoka nchini barani Ulaya na pia Uingereza kwa jumla. Yote tisa, hatuna mengi la kuongeza, hatuna la kupunguza, hatuna la kutunga tena, ila kukuaga tukisema sablaga.